Ya, yeah, karibuni darasani. Leo naomba nikufundishe jinsi gani ya kubondi weaving ambao ukishabondi utakuwa na uwezo wa kuivaa au kuivua muda wote ambao unahitaji. Nywele yangu utakayotumia ni bump kutoka Darling Tanzania ni ni fupi, lakini pia ina rangi tofauti tofauti. Sasa, kwa itategemea na unahitaji rangi gani. Kichwani kwa mteja wangu nimesuka misari tu ya njia tatu, alafu nitakwenda kuweka tishu, nitavalishia na kofia zile ambazo zinauzwa ni dhani shilingi mia tano shilingi elfu moja. Sawa, kwa nini nimeka nimeweka hii tishu? Kwa sababu nikienda kupaka gundi isije ikagusa kwenye nywele ya mteja wangu. Tunaelewana? Naomba nikukumbushe, jina langu ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Gundi, nitatumia gundi ya bonding tu kawaida kama hii ambayo unaiona unaweza kupaka kichwa kizima. Wakati unaendelea kubondi, bondi yenyewe inakuwa inaendelea kukauka kawaida au ukachagua moja au ukao unapaka na bondi hapo hapo, lakini kwa urahisi ni bora ukapaka kichwa kizima, hautokuwa na haja ya kutumia aidha ni blow dry, kwa sababu gundi inakuwa tu tayari imeshaanza kukauka pale mwanzoni. Sawa, so, kwa hiyo nitakuwa nachukua uh, weaving yangu kama hivi, naipaka gundi upande wa juu kama hivi ambavyo unaona, alafu alafu naenda kuigandisha kwenye kofia Una uwezo wa kupaka kama hivi ukagandisha ukatumia blow dryer sawa, kwa ajili ya kukausha. Lakini pia kama itakuwa gundi yako imesha kauka, hauna haja tena kutumia blow dryer. Una uwezo wa kukata. Kwa nini tunakata? Tunakata kwa sababu ukisema uigeuzie tu hapo hapo, nywele itakuwa inajifunga funga sana, haitoleta haito muonekano mzuri, itakuwa ina manundu manundu, itakuwa kipo sawa sawa, itakuwa ina inatuna ina vimba vimba, itakuwa ina vimba vimba. Yes, itakuwa haiwezi kukaa vizuri kwao nitakuwa na kata kutoka A kwenda B, B kuja A, hivyo hivyo. Kwao nitakuwa naleta huku mpaka huku, kulia mpaka kushoto na kata, kushoto mpaka kulia na kata, hivyo hivyo mpaka pale ambapo nitakuonyesha ule ambao utakuwa ni muonekano wa mwisho. Naomba nikukumbushe sasa, kwa wewe ambao unahitaji kujifunza kusuka au kujifunza kubondi, kujifunza kubandika lashes fundisha mambo yote ya saluni, karibuni sana. Ada zetu kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita. Kwa wale ambao unatokea mikoani, unatokea ba mkoa ni nje ya Dar es Salaam, hosteli zipo ni shilingi laki moja kila mwezi mmoja. Sawa sawa. Na uzuri ni kwamba tunapokea kuanzia darasa la saba, hata kama hujasoma kabisa tutakupokea. Umemaliza zako form six, upo nyumbani unasubiri matokeo. Njoo darasani, njoo jifunze. Kuna vitu simple ambavyo unaweza kujifunza kwa muda mfupi sana. Tunaelewana? Okay, haya, tuendelea kubandika nywele yetu kama hivi ambavyo unaona. Kwa hiyo nitaanza kwa mfano hapa kwenye sikio. Unaona hapa kwenye sikio hivi? Alafu nitaileta mpaka kwenye sikio hili jingine. Usiruke ruke sana. Hakikisha kila hatua umeijaza nywele yako vizuri. Kwa sababu usipojaza vizuri kuna wakati tutakuja kukata kwa kutumia kiwembe. Kwa hiyo mwisho wa siku hautopata yale matokeo ambayo tunahitaji. Sasa kwa hakikisha kwa kwamba unafuata hatua zote nywele, usirukeruke sana, usijaze sana, wala usiweke mbali mbali sana eka karibu kama hivi ambavyo mimi nimekuelekeza. Bora izidi tuipruni kuliko ipungue. Kwa hiyo ikipungua, tabii tena ukaongezee nywele nyingine, sawa sawa. Kwa hiyo naomba uzingatie hilo. Kwa wale wakaka, kwa mfano kingala kwenye video yangu hapa, naye bonde ni mkaka. Kwa wale kaka zetu, kuna wale wengine ambao mnasema ah, mimi Aidha kubondi ni inaniwia vigumu, labda mimi eh, sikubondi. Sawa, lakini labda kusuka inaniwia vigumu, hebu njoo jaribu kubondi. Tayari unajua kwa mfano kunyoa kwenye kubondi mawigi kama hivi, una uwezo wa kwenda kutumia na ile ule ujuzi wako wa kunyoa, kaunganishia ukatoa kitu kizuri sana. Sawa, njoeni mjifunze, njoeni mjumuike na vijana wenzenu, njoeni mtumie fursa hii ya urembo. Urembo ni fursa, na una uwezo wa kulea familia. Haya, yeah, nitaendelea sasa, nitaendelea kuizungusha nywele yangu taratibu, inaweza ikachukua muda mrefu kidogo. Yeah, just relax, tumia muda wako vizuri. Kwa, kwa wale vijana kaka zetu tunawakaribisha, kama ambao unaona vijana wenzenu wanafanya kazi ambazo ni nzuri, njoeni darasani, njoeni mfundishwe vizuri, njoeni mtumie fursa hii ya urembo. tunahitaji watu wengi, wengi, wengi, wengi, wengi zaidi, wote tuweze kunufaika na hii kazi ambayo tunaifanya. Kama utakuwa na swali na chochote niandikie kwenye comment. Kwa wale ambao mnahitaji kujiunga na chuo Prosesi ni zile zile, tupigie kwenye namba ambayo na unaiona katika skrini. Ada zetu kuanzia laki tatu mpaka shilingi laki sita. Mnaotokea mikoani, hostel shilingi laki moja kila mwezi. Kwa wewe ambaye umeshajifunza kwa mfano YouTube, kama hivi na unatamani sasa kutuma feedback yako kwenye magrupu yetu, cha kwanza hakikisha umeshagusa button iliyoandikwa subscribe katika hii video. Kama ulikisha kusubscribe video inaopita, basi natosha, sababu kusubscribe ni mara moja tu, alafu nitumie screenshot kwenye namba ambayo na unaona kwenye skrini kwa utachagua wewe, kama utanitumia kazi yako pia nitakurekebisha. Labda una swali na chochote, niandikie uh, kwenye uh, ni WhatsApp, nitakurekebisha, nitakuelekeza mawili matatu. Kwa hiyo karibuni sana. Upande wa mbele, nitaanzia hapa, nitaanzia upande huu wa mbele, nitaanzia mwanzoni kabisa kwenye uso, huku naelekea upande wa nyuma ili nije kupata ile round upande wa katikati niweze kuibana vizuri, kwa sababu nataka kwenye final touch. Kama uliangalia pale mwanzoni, hii nywele ya mteja wangu ni kama imeshuka ime upande wa mbele vizuri katikati kote nitazungusha Sawasawa. Kwa hiyo nita nitazungusha kote, alafu nitakwenda kukuambia ni kitu gani ambacho kinafuatilia. Karibuni mjifunze na sisi. Kwa wale ambao mnahofia labda, ah, mimi sijawahi kufanya chochote, je, nitaweza kweli? Naomba nikuambie kwamba inawezekana, inawezekana, inawezekana. Tutakupokea vizuri hata kama hujui, tutakufundisha vizuri na utaondoka ukiwa unajua kabisa. Kama una swali sehemu hujaelewa, niandikie kwenye comment, umeelewa? Mwingine za kuambia kusuka bobo ni ngumu, jamani, hata kubondi hivi hutumii nguvu. Hapana, naomba tuwe serious, tuichukulie kazi serious, tunaelewana wapenzi wangu. ya kwa nitazungusha hivi alafu nita kwenda kumalizia hapa katikati. Nikisha maliza, ku, uh, nikishamaliza kubondi mpaka katikati kabisa hapa Nitakwenda kuchana nywele yangu afu nitaanza kuiprune, nita prune aidha kwa kutumia mkasi au kwa kutumia uh, wembe, sawa sawa, okay. Haya, tutaichana nywele moja ilivyokaa vizuri okay, utaichana vizuri hivi, sawa. Alafu baada hapo tutakwenda kuprune kwa kutumia kiwembe, unaweza ukatumia kwenye kitana kile ukaweka kiwembe, au ukatumia kuna viwembe fulani hivi, nili, nilikitumia nadhani nitakuonyesha katika hii video pia. Kwa hiyo itanisaidia kwenye kuprune, kazi yangu ikae level vizuri. Pale mwanzo ndo maana nikakwambia bora nywele izidi tutakwenda kuikata kuliko ikipungua, sawa sawa. Kwa utaangalia urahisi wako ya yeah, kwa nitaprune kama hivi ambavyo unaona nilikuwa naambia wale kaka zetu ambao tayari unajua kunyoa, kwa hiyo ukija kwenye kubondi itakusaidia, itakuwa ni sawa sawa tu, itakuwa ni unaongezea ujuzi kidogo tu. Umeelewa? Kwa hiyo unaweza ukaa saluni kwako, unanyoa, una bondi mawigi kama hivi, kwa ukajikuta unajipatia pesa kwenye engo zote kabisa. Tunaelewana? Mbona final touch yake dada alipopendeza very smart na haka kawigi ana uwezo wa kukavaa na kukavua. Kwa sasa ni yeye mwenye bwana. Leo na kavaa. Ah. Leo sivai, hivyo hivyo. Tunaelewana? Yes, kwa ndo kama hivi. Alafu upande wa mwishoni unaweza kuikata ukainyosha vizuri kabisa. Alafu una una uwezo wa kuweka mawimbi, japo sio muhimu sana, kwa sababu mimi nilikuwa nataka nywele yangu ilale vizuri zaidi. Mwingine anaweza kutumia pasi kwenye kutengeneza mawimbi haya. Au kaipasi nyoke vizuri nywele yako, yani ilale ilale vizuri kabisa. Kwa hiyo vyote vinawezekana. Sasa kwa unaweza kuinyosha hivi in case, kama ilikuwa haijanyoka vizuri, hata ukienda kuilaza ita lala vizuri nywele yako. Kwa final, kama hivi ambavyo na pasi. Hatua ya pasi sio hatua ya muhimu, usije ukajipa stress ukasema, si na pasi itakuwaje? No, sio hatua ya muhimu wala haina ulazima sana. In case, kama utakuwa hauna ila ukiwa nayo pia unaweza kupendezesha kazi yako zaidi. Final, ilikuwa kama hivi ambavyo unaona. Huyu dada alipendeza sana na uzuri ni kwamba hii wigi unakuwa umebondi inaendana na size ya kichwa chake vizuri, unamchonga kulingana na sura yake kwa hiyo mteja anakuwa anapendeza sana. Naomba nikukumbushe mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy na karibuni sana kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Asante na endelea na kujifunza nasi.